Katika kile kinachoitwa mazoezi ya dharura ya kizazi kipya, mji wa Shenzhen umeonyesha uwezo wa ajabu wa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drones, katika shughuli za kuzima moto kwenye majengo marefu, hatua ambayo imechochea mazungumzo makubwa kuhusu matumizi ya teknolojia ya akili bandia AI na robots katika huduma za dharura. Mazoezi hayo yaliyovutia vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa, yalihusisha jengo refu lililotengenezwa kwa mfano, likuwa limewaka moto, na kwa muda wa dakika chache tu drones maalum za zimamoto zikaruka kwa kasi kutoka kwenye magari ya dharura na kuanza kazi rasmi. Drones zilizotumika si zile za kawaida tunazoziona kwenye harusi au michezo. Hizi ni drones za nguvu kubwa zikiwa na uwezo wa kubeba mzigo mzito, kudhibiti shinikizo la maji, na hata kurusha vidhibiti vya moshi fire retardants kwa kutumia teknolojia high pressure cannons. Baadhi ya vipengele muhimu ni kamera za infrared zinazoweza kugundua joto la moto hata ndani ya ukuta, AI best, flighting pathing, kuamua njia bora ya kukadiria eneo la tukio, GPS plus sensors za upepo ambazo huzuia kudumbukia au kupoteza mwelekeo pamoja na communication system ambayo husaidia kuwasiliana na vituo vya zimamoto na rubani wa meli kutoka ardhini. Katika miji kama Shenzhen yenye majengo ya gorofa 50 hadi 100, inakuwa vigumu kwa magari ya kawaida ya zimamoto kufikia gorofa za juu kwa haraka. Kwa drones kazi hiyo hufanyika ndani ya dakika chache bila kuhatarisha maisha ya wa wazimamoto. Katika tukio hili la mazoezi, drones sita zilitumwa ndani ya sekunde 90 tu maji na vifyonzaji wa moshi vilirushwa hadi ghorofa ya sitini, pamoja na vituo vya kudhibiti moshi viliwekwa kwenye kila drones kwa kutumia mfumo wa AI moja asiri ya siri kubwa ya mafanikio haya ni matumizi ya artificial intelligence AI. Kwa kutumia data ya miundombinu ya jiji drones zinaweza kubaini haraka mlipuko ulipotokea, kutathmini hatari ya maporomoko au mlipuko wa gesi, pamoja na kupanga njia salama ya kutorosha watu waliokwama kupitia kamera za joto. Teknolojia hii imeunganisha drones, magari ya zimamoto, vituo vya usimamizi wa dharura na hata mfumo wa tahadhari wa raia kwa njia za simu za mkononi. Kwa jiji kama Nairobi, Lagos, Accra au Cairo, ambapo idadi ya majengo marefu inaongezeka, teknolojia hii ina uwezo wa kuleta mapinduzi ya kweli. Hata kama bado ni gani, Shenzhen imeonyesha kuwa uwekezaji katika teknolojia ya usalama wa raia unalipa. Ajira mpya zinaibuka katika rubani wa drones na uendeshaji wa AI pamoja na usalama wa wakazi mijini unaweza kuimarishwa kwa kiwango cha kisasa. Mazoezi ya Shenzhen yameweka msingi mpya wa usimamizi wa dharura kwa miji ya kisasa kwa kutumia drones badala ya ngazi, maji badala ya ujasiri wa kuvuka hatari na AI badala ya ramani ya karatasi. China inaonyesha dunia namna teknolojia inavyoweza kuokoa maisha kwa haraka zaidi, salama zaidi, na kwa usahihi wa hali ya juu.